Mramba alikuwa waziri wa fedha na Yona alikuwa waziri wa nishati na madini, huku aliyekuwa katibu mkuu wa wizara ya fedha Grey Mgonja ameendelea kuonekana ana hatia baada ya kuishinda serikali katika rufaa ya kupinga kuachiwa kwake. Mahakama Kuu katika hukumu yake iliyotolewa na jaji Projest Rugazia aliyekuwa akisikiliza rufaa hizo zote alikubaliana na hoja mmoja ya rufaa ya Mramba na Yona kuwa adhabu aliyopewa ni kubwa, lakini akatupilia mbali hoja ya rufaa za kutaka hukumu iliyowatia hatiani ibatilishwe. Jaji Rugazia alikubaliana na hoja ya kwamba kwa mujibu wa masharti yaliyowatia hatiani matumizi mabaya ya ofisi na kwa mujibu wa kifungu cha 35 cha kanuni za adhabu ambacho mahakama ilitumia walipaswa kupewa adhabu ya kifungo cha miaka miwili na si miaka mitatu. Pia Jaji Rugazia alikubali hoja za rufani hao na kuwa walikuwa wameadhibiwa mara mbili kwa kosa moja, wakidai kuwa kwa kuwepo kwa shtaka la matumizi mabaya ya ofisi shtaka la kuisababishia serikali hasara alikupaswa kuwepo, hivyo jaji Rugazia katika hukumu yake alifuta shtaka hilo, huku akisema kuwa Yona aliingizwa katika shtaka la kumi na moja la kuisababishia serikali hasara isivyostahili. Hata hivyo, kwa upande wa rufaa dhidi ya Mgonja, Jaji Rugazia alitupilia mbali hoja za serikali kuwa kulikuwa na ushahidi wa kutosha kumtia hatiani na badala yake alikubaliana na hukumu ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kuwa hakuwa na hatia kwa mashtaka yote yaliyokuwa yakimkabili. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Godfrey Monyo kwa ITV.